they they they they are are are are are popular and and they have have won election. What are they still campaigning today? IBC IBC has not taken action against these these people. people I have asked IBC and they are saying the the police police are escorting escorting them because it's orders from above. If the police are escorting these people to do illegal things, who is there to protect us? We will protect ourselves as Kenyan citizens. Kwa hivyo kwa ufupi kusema kwamba wananchi wa Malava musitishwe na kusema kwamba kura itaibiwa tumesema kwamba hakuna kura itaibiwa. Na haya mambo ambao wamefanya kumnyang'anya gavana, anatembea komanda mwenyewe uh, security yake, ni kusema kwamba ni mbinu moja kuonyesha kwamba serikali ya William Ruto haizingatii sheria au haijui sheria na haijui misingi ya demokrasia ambao wakenya waliweka. Tulikubaliana kwamba tutakuwa na mfumo wa vyama vingi, na kama wewe unaona kwamba gavana anatembea, anaunga mimi mkono, umnyang'anya e, ulinzi wake, kwa nini unyang'anya ulinzi wale, wa, wale ambao wako kwa serikali kwa hivyo tunasema kwamba sisi kama wananchi tutalinda Gavana anatembea mahali popote atatembea. Sisi kama jamii ya Waluya tutalinda viongozi wetu mahali pote watakuwa. Na kule Malava hakuna mtu yeyote ataleta fujo. Hawa askari wataletwa kwa polling station waambiwe kwamba hakuna atakayeruhusiwa kuingia kwa polling center yoyote na bunduki. Na kama wata insist basi mimi nafanya above 60% kwa all seven wards. So hakuna mahali ya kusema tupanyako stronghold. I'm a stronghold in all the seven wards. Kwa hivyo tutaweka kindumbendumbe hiyo wanataka kuleta, hakuna kindumbendumbe. Itakuwa kutakuwa na amani, na nataka wafuasi wangu kesho asubuhi saa kumi na moja wakuwa wameingia katika vituo vya kupiga kura. Asante. Tungependa kutangaza mambo mawili kwanza. Kwanza, wananchi wa Malava, polisi ni yule ambaye ako na uniform peke yake. Ukiona mtu yoyote hako na bunduki na hana uniform, ujue huyo ni gaidi. Hao ndio magaidi William Ruto ametuletea na ma. Ukiona gari yoyote haina namba plate, hiyo gari isiendelee kutembea isiendelee, because uh, hii Kenya tuko Kenya ambayo iko na sheria. Sheria inasema mpaka gari zijitambulishe, mm-hmm. So gari yoyote ambayo haina namba plate isijaribu kutembea Malava kesho, mkiona hiyo gari mnapeana ile alata ambayo tumejipanga nayo, tunafanya ile maneno. Haiwezekani. Jambo la tatu tungependa kuonya Mama Elsi Muhanda, mbona anatumika na watu wa nje kukuja kutaka kuleta shida kwa afya za watu wa, wa, wa Malava. Naambiwa kwamba blanketi ambazo unagawa leo zimewekwa dawa ambayo mtu akijifunika atalala asiamke kwenda kupiga kura. Mama Elsi, just in case mama yoyote ya Malava alale na asiamuke. Mtu yoyote atakufa kutoka leo mpaka siku ya kura kesho kutwa na alitumia blanketi ya Elsi. Elsi Mwanda will come at your doorstep. Correct. Hizo blanketi ambazo na gawa ambazo zimewekwa madawa. Ati mama kilala siamke kupigia Panyako kura. So wa mama hizo blanketi paka uanike wiki moja kwa jua ndio mm, hiyo dawa ishe. Ati usijifunike nike, blanketi ya mama Elsi Mwanda. Ametumwa na na ule kiongozi wake ambaye mmejua amekuwa akiangamiza vijana wetu. Sasa amefikia wa mama wetu. Asante.